Uhali gani mtazamaji na msikilizaji wa Itambue Sheria TV, utaongozwa nami Kennedy Venas Filipo, na leo mada mizani ni mambo ya kuzingatia wewe kama kijana unapotumia mitandao ya kijamii mfano Instagram, TikTok ama WhatsApp. Tunaenda kuongelea mambo ambayo yanawahusu vijana moja kwa moja, lakini wenda wengine hawayafahamu na ukiukwaji wake unaweza kusababisha kuwa katika hatia. Je, yeah, unafahamu kwamba video unaoiposti Instagram ama TikTok inaweza kukufunga? Au taarifa ya kijeli na matusi unayomtumia mtu kupitia WhatsApp inaweza kukuweka hatiani? Sheria haina mtandao wa mzaha, ukiukwaji wake unaweza kuwajibika kwa namna ya faini ama kutumikia kifungo cha muda. Vijana wengi wanatumia mitandao ya kijamii kwa lengo la kuwaburudisha Waelimisha na pia kuwaunganisha katika jamii. Mitandao hiyo ya kijamii ama social media imo chini ya sheria ya mitandao ya kijamii ijulikanayo kama Cyber Crime Act ya 2015 pamoja na sheria nyingine, mfano Penal Code na sheria ya Electronic and Post Communication Act. Sheria haitambui mtandao wa mzaha. Wewe kama kijana unapokiuka taratibu zilizowekwa au zinazoongozwa kupitia matumizi ya mitandao ya kijamii, chini ya sheria utawajibika kwa kulipa faini ama kutumikia kifungu pale utakapopatikana unaatia mbele ya mahakama. Nitaenda kukuelezea kuhusu mambo ya kuzingatia wewe kama kijana unapotumia mtandao wa kijamii, mfano WhatsApp au Instagram, uyaepuka. Jambo la kwanza, epuka kutumia lugha ya matusi ama cyberbullying au defamation. Kutumia lugha ya kejeli, matusi au kumzalilisha mtu mtandaoni inaweza kusababisha ukaingia katika hatia, na hii ni kosa chini ya kifungu nambari kumi na sita cha Cyber Crime Act. Jambo la pili unalopaswa kuzingatia wewe kama kijana ili usiingie katika mgogoro wa mtandao, epuka kutuma taarifa ambazo zinahusu au zinaingilia haki ya faraga ama right to privacy. Kutuma picha za mtu kwa lengo la kumwaibisha ama mtu picha yake inahusisha maumbile yake yakiwa wazi ni kosa kisheria, na hii ni kosa chini ya kifungu nambari saba na nambari nane cha Cyber Crime Act. Jambo la tatu la kuzingatia wewe kama kijana kuepuka mgogoro na mitandao ama kuepuka mgogoro na sheria za nchi, epuka kutuma taarifa za uongo ama kuposti picha au video ambazo zinapotosha umma, tunaita false information. Kutuma taarifa za uongo mfano, unachapisha taarifa ama picha inayosema kuna sumu kwenye maji ya Dawasa, hii ni kosa kisheria na hii ni kosa chini ya kifungu nambari 16 na nambari nambari 20 cha Cyber Crime Act ya 2015 na endapo mahakama ikathibitisha una hatia utaenda kutumikia kifungo kisichopungua miaka mitatu ama kulipa faini isiyopungua milioni tano za Kitanzania. Jambo la nne la kuzingatia ni matumizi ya TikTok au Instagram kwa kuonyesha uchafu wa ngono ama picha zinazomhusu mtu vijana wengi kwa dunia ya sasa wamekuwa wakiposti katika mitandao ya kijamii kama Instagram picha za uchi zikionyesha wakiwa wanafanya mambo ambayo kijamii ni nje ya utaratibu wetu. Jambo hili lina madhara sana na ni kosa kisheria chini ya sheria ya Electronic and Post Communication Act Regulation on Content ya 2018. Wewe kama kijana naomba unisikilize kama unatazama video hii. Mambo haya au migogoro hii inawezekana kuepukika. Epuka kuposti kitu ambacho huna uhakika nacho. Viewers, ama comments, ama likes, nyingi hazita kusaidia mbele ya sheria. Kitu kama si cha kweli usikitume ama usikisambazi katika mitandao ya kijamii. Jambo la nne la kuzingatia, wewe kama kijana unayetumia mitandao ya kijamii, epuka kutuma video ama picha za ngono katika mitandao kama Instagram, TikTok ama WhatsApp. Kuchea ama kutuma video ambazo zinaonyesha maumbile ya mtu kwa kumtumia mtu mwingine ni kosa kisheria na ni kosa chini ya sheria ya Electronic and Post Communication Act Regulation on Content ya 2015. Jambo la tano ni epuka kufungua akaunti fake, ama fake identity. Vijana wengi wamekuwa wakifungua akaunti ambazo si za kweli kwa kudanganya taarifa zao kwa lengo la kudukua taarifa za akaunti zingine. Jambo mm, hili ni kosa kisheria, kwani unaingilia haki ya faragha ya mtu mwingine kwani utaenda kudukua taarifa za mtu na kuzisambaza. Ushauri wangu kwa kijana anayetazama video hii, kitu kama si cha kweli, usikitume ama usikisambaze katika mitandao ya kijamii kwa sababu viewers ama likes au comments unazozitafuta, utakapopatikana na hatia au utakapovunja sheria, hazitatumika kukusaidia. Sheria inaongoza na inatoa mwelekeo kwa lengo la kulinda maadili na mienendo ya tabia zetu katika jamii kama Watanzania. Mitandao ya kijamii ina faida kubwa sana katika jamii yetu na pia ina hasara endapo itatumika kinyume Kijana, unapoposti kitu ama taarifa kwa lengo la kupotosha umma au unatuma taarifa ambayo inavunja sheria, huenda umeposti kwa nia mbaya, ulikuwa kwenye hali ya huzuni, hali ya furaha, ama kwa utani, sheria haitatambua hali yako pale utakapoivunja. Hivyo tuwe makini katika matumizi ya mitandao ya kijamii ulikuwa nami Kennedy Venus Filipo, karibu katika kipindi kijacho katika sheria TV.